Kuelekea maadhimisho ya si siku ya nyaraka duniani yatakayofanyika tarehe 9 Juni 2025, Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu -kumbu Zanzibar imeanza ziara maalum ya kuwatembelea wastaafu waliowahi kulitumikia taifa kupitia taasisi hiyo kwa uaminifu na weledi. Kwa ajili ya utekelezaji wa ziara hiyo, taasisi hiyo imeunda kamati maalum iliyoanza kazi yake kwa kumtembelea mkurugenzi mstaafu Bi Maryam Olban Ali mwenye umri wa miaka themanini na tano nyumbani kwake eneo la Migombani. Kitengo cha usimamizi wa nyaraka, ambao sasa hivi kila baada ya muda watu wanafanya ziara ya kwenda kukagua ofisi. Bi Maryam ambaye alihudumu katika nafasi hiyo kuanzia mwaka 1975 hadi 1985, ameonyesha kufurahishwa na hatua hiyo ya kutambuliwa mchango wake, huku akielezea furaha yake juu ya, ya uwepo wa maadhimisho Siku ya Nyaraka Duniani <tinyan> ni historia yetu. bila, bila nyaraka tuko, tuko, tuna tuko mbinguni tuna nyumba yumba ya mambo yaliyopita zamani. Aidha, Bi Maryam Olban amepongeza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa jitihada zake za kuongeza bajeti kwa Taasisi ya Nyaraka, jambo alilosema litachangia kwa kiasi kikubwa kuongeza ufanisi na ubora wa kazi za uhifadhi wa kumbukumbu za taifa. Kwa upande wao, baadhi ya wastaafu wengine waliotembelewa wamewapa nasaha wafanyakazi waliopo kwa sasa, wakisisitiza umuhimu wa kuwa na nidhamu, subira na uaminifu katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Sijawahi hata wafanyakazi hata siku moja <laughs> kunikumbuka kusema ah, wipi. Labda ndio hivyo, kwa simu tu tu tusalimiane, au mtu apite na nje hivi tunatolea na mkono basi. Lakini mkifanya jambo kama hilo, kutembelea wafanya kazi, kidogo faraja inakuwa, uh, faraja kufanya subira katika kazi. Kwa kweli, kusubiri ni kufanya subira ambayo yote yametokea na kujitahidi kwa nidhamu. Wamesisitiza kuwa nyaraka ni urithi wa taifa unaopaswa kuhifadhiwa kwa makini ili kuendeleza historia ya nchi kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Lakini a, a tumeona tumekwenda, ama picha vitu vilikuwa vinagaragara kama chini, nazikanyaga mpaka zile noti za kizamani i, nazikanyaga, ndo niko peke yangu wakati huo, ndo haijaanza kuwa idara. Lakini sasa hivi bila wakikaa, wanaona umuhimu wa nyaraka, nyaraka zitunzwe eh. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mwenyekiti wa kamati ya kuwatembelea wastaafu bwana Abdurahman Abbas Haji ameeleza kuwa lengo la ziara hiyo ni kutambua na kuthamini mchango wa watumishi waliotangulia, sambamba na kuendeleza mshikamano kati ya wastaafu na taasisi hiyo. Na kamati hii imeteuliwa kwa minajili ya kuadhimisha sherehe za nyaraka duniani. Kwa hivyo cha msingi kikubwa ambacho tulichokifanya ni kuwatembelea wastaafu wenzetu, baadhi yao sio wote. Na nashukuru kwamba ziara hii tumeifanya kwa uzuri vizuri, na tumefanikiwa kwa sababu wote ambao tuliokusudia kukutana nao tumekutana nao na wamefurahi. Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu kumbu Zanzibar inatarajia kuendelea na shughuli mbalimbali kuelekea kilele cha maadhimisho hayo, ikiwa ni pamoja na bonanza la michezo litakalofanyika tarehe 8 Juni 2025, pamoja na kongamano la kitaaluma litakalojumuisha midahalo kuhusu umuhimu wa kuhifadhi kumbukumbu kumbu za taifa. Nikiripoti Shamur Amur, Sunet TV.